urais wakiwa wanapishana huku na huko katika mikoa mbalimbali hapa nchini kuomba ridhaa kwa wananchi, mgombea Doyo Hassan Doyo akipeperusha bendera ya NLD ameahidi kuboresha sekta ya kilimo kwa kuongeza fungu la bajeti ya kilimo. Huwezi kuendesha serikali wakati umeshindwa kuwekeza katika sekta ambayo watu wake wako wengi kuliko sehemu yoyote. Chama chetu cha ja NLD takipa serikali tarehe 29, tunakwenda kuongeza bajeti ya kilimo kutoka asilimia 7 iliyopo sasa mpaka asilimia 14 katika bajeti kuu, yote hii inakwenda kilimo. Akagusa pia sekta ya madini, tutakwenda kutumia rasilimali za taifa kwa ajili ya maisha yenu. Kama hilo alitoshi, Doyo Hassan Doyo amedai endapo atakuwa rais wa saba wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kulinda rasilimali za taifa katika serikali yake atawapa nafasi viongozi wa dini. Tutakuwa na washauri wa kiroho kutoka katika taasisi za dini ili kuwa na serikali adilifu itakayosimamia rasilimali za Watanzania. wakati mwingine anakuja likuwa ananipiga haya. Hizo ni miongoni mwa sera na hoja kadhaa anazozinadi mgombea urais Doyo Hassan Doyo. Je, baadhi wananchi hapa Tabora mjini wamepokeaje? Yeah, tunachokihitaji kama vijana ni maendeleo, tunachohitaji ni amani na maendeleo, maisha mengine yaendelee. Eh hey, ametoa sera nzuri na kweli kaigusa jamii. Juma Kapipi, Azam News, Tabora. <muchas>